Tuelekee kaunti nambari mbili sasa, ambapo serikali imesema itakamilisha malipo ya fidia kwa waathiriwa wote wa ujenzi wa bwawa la Mwache huko Kinango, kaunti ya Kwale, ifikapo mwisho wa mwaka huu. Katibu katika idara ya maji Fantas Kimodo anasema deni lililosalia kwa waathiriwa ni shilingi bilioni mbili anazosema zimeanza kulipwa baada ya tume ya ardhi nchini NLC kupewa shilingi milioni mia sita kwa waathiriwa kimoso alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha afya cha Mazeras kinachojengwa kama sehemu ya bwawa hilo. Uh, the whole uh, bill for compensation was amounted to 4.6 billion 1.6 billion had already been paid in the previous administration. Uh, the current administration, uh, led by his Excellency the President, actually came up with an extensive plan

by December 2025. Tumeweza kuona zile components ambazo Kwale zita benefit kutoka katika mradi huu. Ya kwanza ni ambayo tumeiona leo ambayo ni hospitali. Hospitali ambayo uh, pia kutakuwa na nyumba za madaktari ambazo nyumba tatu uh, uh, moja uh, mbili zitakuwa na two bedroom na nyingine itakuwa na three bedroom na vilevile na vile pia kuna, uh, kuna shule ambazo tuna benefit katika mradi huu, na shule ya chekechea pia ambayo ni Mwache Dam, pia Mwache ECD pia tuta benefit nayo hapa.